Mejifunza kwamba kwenye siasa mtu unapaswa kuwa na msimamo thabiti, kuelewa unachokipigania, lakini kuwa na na uvumilivu, consistency. Historia ya Raila inaonyesha kwamba ni mtu ambaye ame amekaa kizuizini kwa miaka minane e, amefungwa, ameteswa, ameumizwa lakini bado alikuwa na msimamo kwa yale aliyoyapigania ambayo alijua ni ya kweli. Na utakumbuka tulipochaguliwa sisi e, tarehe ishirini na moja mwezi wa kwanza, kuwa viongozi wa chama, safari ya kwanza kabisa tuliyofanya ni kukutana na mheshimiwa Raila Odinga, ambayo tulikutana naye Nairobi tarehe ishirini na mbili Machi mwaka huu. Kwao tulikwenda kuzungumza naye kama baba wa demokrasia ya Afrika na kumwambia kwamba tumechaguliwa na tuko tayari kufanya naye kazi, na tulizungumza mengi sana. Ukiangalia eh, mshtuko uliotokea kwenye bara la Afrika, sio bara la Afrika peke yake, dunia nzima. Nimejaribu kupitia kwenye Twitter zote, mitandao yote ya X na, na, na Instagram, ya viongozi wote wakubwa duniani, marais wote Afrika nzima, eh, marais mbalimbali kwenye dunia, viongozi mbalimbali, wasanii eh, wananchi wa kawaida, itakwambia kwamba Raila alikuwa mtu wa kipekee sana, amekuwa na mchango mkubwa sana katika kupigania demokrasia ambayo sote tunaipigania leo. Tunapozungumza hapa e, tunapitia ambayo e, e, Mheshimiwa Raila alipitia wakati wa kupigania vyama vingi Kenya. Leo tunazungumza hapa, nazungumza kutoka kwenye viunga vya mahakama kuu ambako mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu anashtakiwa kwa kesi ya uongo ya uhaini kama aliyoshtakiwa nayo Raila wakati wa zama za Moi. Kwa hiyo tumejifunza na tunajua athari za mapambano yake ni kubwa sana kwenye bara la Afrika, sio barani Afrika pekee, lakini mpaka kimataifa, kila sehemu, kama walivyosema watu. wanamzungumzia kipi kilichomfanya kuwa mwanasiasa wa kipekee, mheshimiwa Heche? Eh, kila mtu Mungu anampa karama yake. Alikuwa ni kara, alikuwa na karama ya kipekee kwa sababu hata wakati ambapo uliona wametofautiana kisiasa kuna wakati ambao eh, kwa mfano uchaguzi wa mwaka elfu mbili na saba ambao hata mimi niliufatilia nikiwa bado kijana mdogo, nikiwa chuo, tuliamini kabisa kwamba alishinda ali, ali uchaguzi eh, na chaguzi nyingine zote. Hata baada ya uchaguzi aliweza kuweka pembeni akaangalia masilahi ya taifa lake mbele na akaunganisha watu. Huyu alikuwa ni kiongozi wa kuunganisha watu, sio kiongozi wa ku tawanya watu. Ni mtu aliyependwa sana, na kwa kweli tumepata hasara kubwa sana kama bara la Afrika na sisi wengine tutaendelea kumwenzi, tutapita kwenye njia ambazo amepita, kuhakikisha tunarudisha demokrasi kwenye bara la Afrika, linasimama na kuwa bara lenye heshima. Na bila shaka, mheshimiwa John Heche, nakupa nafasi ya kutuma risala zako za rambirambi eh, ndugu zetu wa Kenya, chama cha ODM, rafiki yangu katibu mkuu wa ODM, eh, Sif, Edwin Sifuna na familia mama Aida, tunawapa pole za dhati kutoka Tanzania, chama chetu cha demokrasia na maendeleo Chadema, kwa niaba ya chama tunawapa pole kubwa sana. Watanzania wote wako pamoja na nyie katika maombi, wakati huu mgumu wa kifo cha baba yetu Raila Amoro Odinga, na sisi tutajitahidi ushiriki katika kumwaga siku ya Jumapili kule kijijini Bondo.